Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumshukuru Allah na kumswalia mtume Muhammad, ndugu waandishi wa habari, jamaa wote mlioko hapa, sisi tumeletwa hapa au tumekuja hapa kwa jambo moja tu, tunaomba mtusikilize lakini kabla sijaanza, nitoe pole kwanza kwa kile kilichotokea wakati ule wa maandamano. Kwa siku kadhaa, kuna watu walipoteza maisha yao, walikufa. Lakini kuna watu, kutokana na maandamano yale, wamepata umaskini, na inawezekana wakawa ni umaskini wa milele, kwa sababu kuna mtu ameitafuta pesa kwa miaka 30 mpaka 40. Yani toka alivyokuwa kijana mpaka amefika miaka 60 ndo ameipata ile pesa. Maandamano ya siku moja yamemfanya kuwa maskini. Kwa hiyo kote kumeathirika, natoa pole kwa waliokufa, lakini natoa pole kwa wale walioharibiwa mali zao. Sasa mimi sitokuwa na mengi, nitaanza na methali. Tulikuwa tukiwa wadogo, wazazi wanatuambia, wanasema mlima wa ongoliongo akwea mwenyewe ongoliongo Yaani, mlima ongoliongo ni zile nyuzi za buibui. Buibui ndio anatengeneza ule uzi, na hakuna ambaye anaweza kuupanda au kukwea kwenye ule uzi zaidi yake ye mwenyewe. Ngoma inayochezwa na Wakatoliki, wao wamekwisha jipanga kwa zaidi ya miezi tisa, wako kwenye finishing wanajua wanachokifanya na wala sio bahati mbaya. Ndio maana nawaomba wa... nawaomba sana walokole, nawaomba sana wasabato, madhehebu yote yale ya kikristo ambayo sio wakatoliki au ba... hata baadhi ya wakatoliki ambao wanalichukia jambo hili, wasichezeshwi mdundo ambao hauwahusu. Inashangaza sana kuona na baadhi ya vijana wa kiislamu wamejitupa katika ngoma ambayo haiwahusu. Sisi hatuwaungi mkono wa Katoliki kwa sababu Katoliki halijawahi hata siku moja kuwa daraja la kuwaunganisha wananchi na serikali kokote duniani. Mahala ambapo utaona Wakatoliki wanakupenda mtawala, jua kuna manufaa makubwa wanayachukua kutoka katika nchi hiyo. Mungu amrehemu Ilunga alitoa kauli ambayo bado inaishi kwenye mioyo yetu. Ilunga alisema, mwenyezi Mungu amrehemu, ukiwa mtawala ukawaona wakatoliki wanakupenda, wanakusapoti, jua unawapa wanachotaka, na wakatoliki wanapochukua wanachohitaji ni kikubwa kuliko wanachopata wenzao. Nchi hii hata ukitembea mtaani, ukikuta sehemu ambayo kuna kanisa la Wakatoliki ni zaidi ya viwanja arobaini vya msikiti au makanisa ya Kisabato. Imefika mahala mtu mmoja akasema, Wakatoliki wana ardhi kubwa nchi hii, wakati mwingine kuliko hata serikali. Ukiwaona, narudia, naomba mnielewe na haya maneno yangu, msiyakate. yapelekeni hivi hivi. Mimi ni mwislamu Kufa kwangu ni starehe zaidi kuliko kuishi. Wao wanapenda kuishi, ndio maana wanataka mali za duniani. Kama wao wanapenda kuishi, sisi tunapenda kufa, kwa sababu ndio sehemu inayotukutanisha na mola wetu. Ukiona mkatoliki anakupenda, anakusapoti, jua nyuma yako kuna maslahi ambayo unamtekelezea. Sasa wamebanwa kidogo tu, yaani hawajabanwa sana, kidogo tu ndio unaona haya matamko yote na vurugu na kuwashinikiza kuwapeleka fitna kwa vijana ili vijana waingie mtaani wafanye vurugu. Nawaomba sana vijana wa Kiislamu, jitambueni, amkeni. Nyinyi ni wafuasi wa Mtume Muhammad, nyinyi ni wafuasi wa Mtume Muhammad. Mtume anasema innama bu'ithtu liutammima makarima alakhlaq, mimi nimekuja duniani Mtume Muhammad kuwafundisha watu tabia nzuri moja hilo. La pili, viongozi wa Kanisa Katoliki hawa tunawazungumzia wa nchi hii, wamemkosa hawa wa sasa. Viongozi wa sasa wamemkosa mtu wa mfano wa Muadhama Pengo. Unajua, kuondoka au kustafu kwa Pengo kuna matatizo makubwa kwa viongozi wa sasa. Pengo alikuwa ni mpatanishi mzuri baina ya Wakatoliki Tanzania na serikali. Pengo alikuwa anaikimbia fitna kabla haijaja. Mtakumbuka mwaka 2018. Wakatoliki waliandaa waraka, lakini hadharani alitoka akauziwia na kuwapinga wenzake na kuwaambia hadharani, kazi yetu sisi ni kufanya dini, kuwafundisha watu yale yaliyo ya dini. Kazi yetu sisi siyo kwenda kutengeneza mazingira kupambana na serikali. Kwa kukosekana kwa mtu kama Pengo na kuja hawa ambao walioko sasa, sina haja ya kuwataja, ni tatizo mno, tena ni tatizo ambalo ni baya, ni baya na ni kubwa. Biblia inasemaje? Maana sisi Waislamu uongozi wetu ni Korani na wenzetu mwongozo wao ni Bibilia, lakini hata Bibilia yenyewe hawa ndugu zetu hawaiheshimu. Sasa kama umefika hatua wewe ni askofu unajigamba, una madigrii umesoma, lakini msingi wako ni Bibilia afu uheshimu Bibilia yenyewe inakuwaje? Ukisoma okay, kitabu cha Mathayo tano aya ya tisa inasema heri ya wapatanishi, maana wao wataitwa, heri ya, pata, ya wapatanishi, maana wao wataitwa wana wa Mungu. Kibibilia, wana wa Mungu hapa sio kwamba Mungu amezaa. Naomba mnielewe vizuri, wana wa Mungu hapa maana yake ni utiifu kwa mwenyezi Mungu, unyenyekevu, usikivu na kutii mamlaka. Bibilia inasema heri ya wapatanishi, maana yake Bibilia inajua yoyote mwenye kupatanishi mwenye kupatanisha ana fungo kubwa mbele ya Mungu. Tanzania hii ya sasa inatuhitaji mno viongozi wa dini kuliko wakati wote. Biblia inatutaka wakati kama huu, maaskofu wachungaji, mashehe, tuwapatanishe watu wanaogombana, ili damu isimwagike. Lakini viongozi wa kanisa Katoliki wao wanachukua mafuta na kuongeza kwenye, wanachukua petroli na kuweka kwenye moto. Kinyume chake ni nini? Maneno haya heri ya wapatanishi, maana wao watakuwa, wataitwa wana wa Mungu. Kinyume chake, heri ya wasiokuwa wapatanishi maana wao hawatokuwa wana wa Mungu. Kifupi, wamelaaniwa watu ambao wanashindwa kuwapatanisha watu, kiongozi ambaye, kwa sababu sisi Waislamu tuna muongozo. Imamu Ali anasema man lam yarifu marufan bi qalbihi walam yunkir munkara kuliba fajuila alahu asfalahu wa asfalahu alahu, yeyote atakayeona uovu na kisha akashindwa kuukataza huo uovu, Mwenyezi Mungu atamgeuza juu yake patakuwa chini yake, na chini yake patakuwa juu yake. Na wakatoliki wamegeuzwa kwa, kwa sababu hata macho yao hawaoni, na hii ni kwa sababu ya ndugu yangu aliyetoka kusema hawa hawaoi. Ukioa huwezi kuzaa, na ukiwa una mtoto huwezi kujua adha ya kuuliwa au ya machafuko, kwa sababu we utachukua begi lako, pasipoti yako utapanda ndege, utaondoka. Sasa kuna mtu ataanza kukusanya, "Wewe Juma uko wapi?" Mungu wangu, sub yeye anaweza akaona, sio kitu cha kuomba. Kwa kumalizia, kwa mimi ni dakika kumi sasa na dakika nane naenda ya tisa. Kwa kumalizia, ndugu zangu, haya mauaji, machafuko, matatizo ya watu kuuliwa, kunyang'anywa mali hayajaanza katika wakati wa Rais Samia. Mnamwonea, kuweni wakweli ndio mtapendwa na Mungu. Mimi nawaambia kitu ambacho wote hamkijui ya hapo mwaka 1996 Rais Benjamin William Mkapa akiwa na mwaka mmoja tu madarakani, maana amekuwa ni rais kwa kuchaguliwa na nchi mwaka 95. Kijiji cha Kagunga, Kagunga ni kijiji kilichoko kaskazini mwa mji wa Kigoma mjini. Hii ni tarafa ya Kalinzi, kata ya Kagunga, kijiji cha Kagunga. Rais wa awamu hiyo alisaini kijiji kile kifanyiwe operation mwezi wa pili tarehe kumi na sita siku ya Ijumaa, mwezi wa Ramadhani. Watu waliuawa kwa kupigwa risasi, tena sio polisi, JWTZ. Wakati huo mimi nikiwa ni mwanafunzi wakati huo wa darasa la saba, baba yangu akiwa ni shekhe wa kata. Mwezi wa Ramadhani waislamu walinyweshwa maji mchana. Baba yangu wakati huo ana umri wa miaka sitini na tatu alivuliwa nguo mbele ya watoto wadogo. Mlikuwa wapi hayo matamko mnayotoa teki? Mlikuwa wapi? E, murudini nyuma kidogo. Kwa kumalizia, niseme kama mtamwaga mta, mta, mta, mta, mta, mta ugali, nawaambia kabisa tutamwaga mboga, hilo tunaweza kama mtamwaga ugali, tutamwaga mboga. Tutakapokuja baadaye, baada ya kupata maelekezo kwa viongozi wetu, maana hapa tuna viongozi wetu. Tukipata maelekezo kwa viongozi wetu, hayo maandamano yanayoandaliwa, maandamano ambayo hayakubaliki haya kikatiba, hayakubaliki haya hata kibinadamu, tunajua tutadili na ninyi vipi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.